Alhamdulillah, sherehe yote ambayo iko kinyume ya imani yako na inaenda na akidi yao na imani yao siende, lakini sherehe yote ya kawaida ambayo wana harusi mfano au wana walika watu kwa ili wageni wamekuja, nenda, lakini kwenda harusi ya kwenda sherehe ya Kristo, hii hatuku, hatukubali sisi, sheria haikubali, haikubali. Kwa nini nasema hivi? Sikumjua dini yetu watu wanasema Mungu ana mke na mtoto unamkosea Mola. Mungu anasema, wanasema neno ambaye mbingu na ardhi inakaribia kupasuka Mungu hawezi kuwa na mke na mtoto. Sasa leo mtu wewe, leo mtu anakutukana kutukana, kutukana, mama yako, baba yako, usuka nao. Una wewe uhudhurie sherehe yao. Hivyo, mtu ambaye kumjua imani yetu takiwa asihudhurie, sihudhurie yeye. Kama mume takuhudhuria kumrudisha wazazi anambake mambo ingine, lakini sawa asihudhurie. so, so, asihudhurie yeye, ama mume anaez kuhudhuria, ana ila, kama takuhudhuria, wanajua kuvuta u fulani, hii hikma ingine, lakini kuhudhuria kikawaida ambayo wewe uko hapa, watu namita Mungu ana mke na mtoto na wewe upo, Mungu amekataa hii, subhanahu wa ta'ala, ni haifai